Tukielekea huko nchini Burundi tunafahamishwa kwamba zaidi ya wakimbizi 50 wanaokimbia mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefariki dunia katika nchi jirani ya Burundi, Shirika la Wakimbizi la Umoja wa Mataifa lililiambia Reuters Ijumaa jioni. Kati ya jumla ya vifo 53 vilivyorekodiwa, watu 25 walikufa kutokana na mlipuko wa kipindupindu, shirika hilo lilisema, huku wengine sita wakifariki dunia kutokana na upungufu wa damu na matatizo mengine yanayohusiana na utapiamlo, lilisema. UN ilisema inashirikiana na wizara ya afya na washirika wengine kuchunguza chanzo cha vifo vingine. Zaidi ya Wakongo laki moja wametafuta hifadhi nchini Burundi tangu mapigano karibu na mpaka yalipozidi mapema Desemba mwaka jana, na waasi kuuteka mji wa Uvira, UNHCR ilisema. Jean Jacques Prus, gavana wa jimbo la Kivu Kusini, ambapo Uvira iko, alieleza hali nchini Burundi